Sasa hivi ni wakati wa nini Quran? Ni wakati wa nini Quran? Na leo tutasoma suratul tabbati yada. Inaitwa sura gani, suratul Lahab, ama suratul Masad. Sawa? Sura gani? Suratul Lahab ama Masad, sawa? Tabati yada inaitwa sura gani, Lahab ama Masad? Ekeni hapa kwenye akili, mwisho nitawauliza nini maswali. Mwenye hajui hapati zawadi, sawa? Inaitwa suratul Lahab. Ama Masa. Nani anajua kusoma suratul Lahab? Eh, mashallah. Si wote tunajua basi sasa mmoja atasema bismillah, mwingine atasema ya kwanza, mwingine ya pili sawa? Haya tuanze, tuanze na boys. Eh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Eh. Uh-huh. Tabbat yada abi lahabin wa tabba. Eh, uh-huh. Shukran. Eh. Uh-huh.

mmenifurahisha. <gib pim Iraq> si watatu. Unajua suratul lahab, haya, Mwenyezi Mungu anasema kwenye aya ya kwanza yenye ni gani? Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Mungu anasema kwamba mikono ya Abu Lahab itaharibiwa na yeye mwenyewe hata ataharibiwa Abulahaba alikuwa nani? Alikuwa ni mjomba wa mtume, lakini alikuwa hampendi mtume, alimfanyia mtume maudhiko ya kila aina sawa. Ehe, aya ya pili baada ya tabba tiada abi lahabin watabba, si wa ma ni ma ehe, haya ma aghna anhumaluhu wa ma makasab. Mungu anasema hata mali yake haito mfaa wala kila kitu kile alichonacho pia hakitomfa. Si watu wakiona wao wana pesa wanajiona wao hakuna kama wao, si ndio? Lakini Mwenyezi Mungu anasema yeye Abu Lahab mali yake haito mfaa wala kile alichonacho pia hakito mfaa. Ehe, aya nyingine, Abu Lahab atawaka kwenye moto wenye miale. Tunajua miale nini? Flames. Si moto ukiwaka huwo una hizo flames, flames. Si kama makaa ukiwasha gasi unaona moto ukiwaka, lakini ukiwasha makaa hauoni, waona tu makando yanawaka. Sasa yeye Abu Lahab atachomeka ata katika moto yenye miyale yenye tunaona flames eh after sayasla naranza talahab mba na mke wake pia atabeba kuni kuni gani hizo? Kuni zinatumika kufanya kufanya nini? Sasa mke wake yeye atabeba kuni za kujiwashia moto wenye wao watachomwa nao, sawa? Mke wake Abulahab, kwa sababu walikuwa wao hawampendi mtume, walikuwa wakifanya mambo mabaya, walikuwa hawamwabudu Mungu, kwa hivyo wao watachomeka vibaya sana. Ehe, aya yingine fi jidiha Hablum min masad. Kwenye shingo yake atakuwa amefungua kamba zenye zina miba miba. Si tunataka kuchomeka vibaya kwa hivyo tunafaa kufanya nini ndio tuepuke adhabu? Kuf... Eh, kufanya mambo mema tusiudhi watu sawa, eh, kwa hivyo yeye hapo, fijidiha hablum min masad, kwenye shingo yake atakuwa amefungua kamba yenye mibamiba. Eh, na ya mwisho, aya ya mwisho meisha kumbe mkonga ngari, kwa hivyo aya mwisho ni haya somo letu la Quran limeishia hapo. Sasa nataka kuuliza maswali. Tumesema tabati adani sura gani? Ajui? Ehe, ehe, umesahau, mpe mwenzako. Suratul Lahab. Salawat. Allahumma swalli ala Muhammad wa alihi. Kwenye hii sura tumejifunza nini? uh -huh. Usimchukie mwenzako uh -huh. Usimdharau mwenzako <coughs> <coughs> <coughs> ya mwisho usimchukie mtume wetu Muhammad We unasema majibu yenye watu washasema si wewe amesema hivyo hivyo? Oh, oh salawat, Allahumma swali ala. Boys ya mwisho girls, mmejibu na boys ya mwisho, kumheshimu mtu mwenzako. Salawat, Allahumma swali ala Kufikia hapa tumemaliza somo letu la Qur'an, alhamdulillah, jifunza, na alhamdulillah tumejifunza mambo mengi kutokana na suratul Lahab ama suratul Masad. Na saa hii ni wakati wa kusema masalam ay ah, tusemeni masalam. Masalam tena masalam, masalam.